Naam, uh, habari tena za wakati huu, uh, Metumaziko hapa mwalimu na mshauri juu ya mchezo huu wa Aviator. Okay, leo nitaenda kuelekeza namna ya kuweza kunufaika na odi ya pinki na pacha yake odi ya nne. So unapotafuta odi ya pinki, hakikisha unatumia button mbili ama unaweza kwa kuwa umepiga hesabu zako na kujua kwamba hapa inaenda kutokea odi ya pinki, basi unaweza ukaishia kwenye odi ya nne kwa asilimia tisini na tisa lakini kupata odi ya pinki kwa asilimia tisini na tano So nini cha kufanya? Na hii tunaifanya ndani ya step tano tu, kunakuwa kuna probability kubwa ya kutokea odi ya pinki yani. Unapocheza ndani ya step tano hakikisha kwamba nikikosa odi ya pinki basi odi ya nne ni uhakika. Sijui tunaelewana. Sasa, kama unatafuta odi ya nne maana yake pia yani ndani ya hizo step 5 unakuwa na machaguo yote: odi mbili kwa asilimia mia, odi ya nne kwa asilimia tisini na tisa, odi ya pinki kwa asilimia tisini na tano. Sasa nini cha kufanya? Okay, kitu cha kwanza naomba niingie sport beti, ah nitaingia sport beti hapa alafu then ah nitaenda kuingia moja kwa moja kwenye Avieta Aviator ndo hii hapa, nitaingia hapo kwenye aviator. So baada ya kuingia kwenye aviator unasubiri iweze kufunguka vizuri, alafu then zingatia sasa maelekezo yangu ambayo naenda kukuelekeza. Unaona, okay. Aa, kwa mfano kama hapa tunazingatia kwanza namba za nyuma hizi nitazingatia namba hizi za nyuma hizi, kuna kitu inabidi nikiangalie ni okay. Okay, sasa hapa hii ndani ya step tano, probability ya kupata odd ya 4 kwa asilimia 90, na kwa asilimia 99, upo mkubwa. Na hii hapa imesimama kama step namba moja, hii unaona pinki pia kuipata ni kwa asilimia tisini na tano. Haya, hii step ya kwanza kwa wewe ambayo ulikuwa natafuta odi ya pinki, odi ya odi nne kwa target odi ya pinki, lakini wewe level wako ishe kwenye nne, tayari umepata. Lakini sisi bado tuna step nne mbele tunazitumia hata hizo step nne mbele, kwa sababu hii imekuja kimakosa. Umeelewa, hii ilikuwa inatakiwa isimamie kama nafasi ya tatu. kwa hiyo ya tatu nne na tano, kwa hiyo ili iweze kuzaa pinki. Kwa hiyo hapa bado tuna imani sisi itatokea nini? Itatokea pinki, na isipotoa pinki bado itatoa odi za nne nne. Haya, hii step ya pili pia imetoa odi ya ipop ya nne, unaona, lakini si target yetu. Labda kwa mfano, kama unatafuta odi ya pinki, sije tumeelewana mpaka hapo. Odds ya pinki hapo nikwambia ndani ya Ni nani, step tano kuna vigezo huwa tunazingatia tu, sije tumeelewana mpaka hapo kuna vigezo tunazingatia hizi namba za nyuma, unaona nyuma ya pinki fulani kutoka sasa. Kuna vigezo fulani ambavyo nataka uvizingatie, siku tunaelewana mpaka hapo, okay. Kwa mfano kwa mfano uh, hapa tumeshapata, yani sisi matokeo vizuri kama kawaida, lakini siwezi nikaishia hapa kwa sababu lengo langu uweze kuelewa kwa ufasaha zaidi, siku tunaelewana mpaka hapo, okay. Uh, kuna kitu pia hapa inabidi tena tukisikilizie alafu then nitakwambia kwamba ndani ya step kadhaa cheza kwa probability kubwa kupata kitu fulani maana, maana yetu sisi kucheza ni ndani ya step tano tu, tunatafuta odi ya high hapo na tunatafuta odi ya pinki. Kwa hiyo so lazima uitafute pinki. Ama kama unatafuta odds ya pinki basi cheza mashine mbili. Yaani button ya juu weka cash out ya 4 afu chini acha usiweke cash out then uta cash out kwenye 10.00 au unaweza kuweka cash out ya 10.00. Sijui tunaelewana. Okay. Kwa mfano kama hapa tunaendelea na zoezi letu la kuisakua pinki. Pinki na odds ya 4. Sijui tunaelewana mpaka hapo. Kwa mfano kama hapa sisi hatutacheza. Unaona, tunasubiri. Kuna vitu fulani yabii tena ni niweze kuviangalia, unaona. No, no. Okay. Kwa hiyo ukienda na hisabati zana mchezo huu ni, ni, ni mahesabu tu, asikudanganye mtu. Na kitu ambacho mimi huwa napenda kuwashauri, yaani usiwe na tamaa sana, unaona. Ukiwa na strategy kama hizi hapa kwa siku ukiwa unatengeneza faida hata shilingi elfu thelathini, elfu arobaini kwa mtaji mdogo, bizika, yani usingiwe, tamaa kubwa, unaona. So, kwa mtu mwenye mtaji mdogo zaidi, labda mtu nakuta wa mtaji wako ni shilingi elfu thelathini. Kwenye huu mchezo kunipata mimi nikakufundisha strategi zangu, unakuwa na uhakika wa kupata labda shilingi elfu ishirini kwa siku, unaona. Yani hiyo ni maximum elfu ishirini, unaona. Elfu kumi na tano hiyo niseme ni asilimia mia. Ukitaka oh, kulazimisha sana itakupeleka sasa ukamilishe shilingi elfu ishirini unaona. Sasa usione ni ndogo, kumbuko lingia na mtaji wa shilingi elfu thelathini. Unaona? Unaona kumbuko lingia na mtaji wa shilingi elfu thelathini okay, hapa haitakiwi pia nicheze sasa. Wewe kwa mtu mwenye tamaa, unaona hizi pinki zilivyoongozana, kumbuka, si tumeingia hapa Tume, tumesha pata pinki moja tu ambayo ni hapa 685, na lengo hapa ni kukufundisha namna ya kufaika na odi ya high purple ya kwanza nne na odi ya pinki. Sasa mtu ukuta pinki hivi zimejazana zimejazana, yani wewe hata kama unavyo unazo hizo strategy ambazo mimi nakufundisha hapa, unakuta tena unaikiwa ah, na tamaa. Kwa mfano umenifuata mimi nikakufundisha namna ya kupata pinki, unaona ah, samaziku na yeye anasema mpaka uende na slogan fulani n anyway, hapa na tunaendelea, tunatafuta sasa odi ya pinki hapa. Tutacheza step tano, hii ni step ya kwanza. Ndani ya hizi step tano tuna probability kubwa ya kutokea odi ya 4 kwa asilimia 90 na ngapi, 95, no, 99 odi ya 4 lakini pinki kwa asilimia 95. Hii ni step ya kwanza, na utembea haya, odi ya 4 ambayo alitaka kuishia kwenye odi ya 4 hii hapo tayari ameshaipata ambaye anatafuta pinki, anasubiri safari inaendelea. Nilisema ndani ya step tano tu, hii ni step ya kwanza. Haya, step ya kwanza tumepata. Wale ambao tulikuwa tunatafuta odds ya high, papo tumeshapata, tumekaa pembeni. Ambao tunatafuta pinki bado, tuna step nne mbele za kucheza sisi, tunaelewana. Lakini hata hivyo, haitakuwa haitakuasi chochote kwa sababu, hata kama ikitokea zile step nne ukapoteza, tayari kule imesha recover zile step nne. Umekula shilingi, kwa mfano, kwa elfu moja umekula shilingi Sijui tumeelewana. Hata japokuwa unacheza step tano, ile ya mwisho labda ukawa umekosa kweli. Unapo merudisha elfu nne. Yaani, riski inakuwa sio kubwa. Ni riski ndogo. Sijui tunaelewana. Ila kwa wewe ambaye ulikuwa unatafuta tu odi nne tayari umeshapata na unetulia. Okay, step ya pili tumepoteza kwenye moja pointi zero zero. Hii step ya tatu, Tumepoteza pia kwenye point seven seven. Lakini mbili pointi themanini na saba. Unaona, lakini ndani hizi stepu mbili zilizosalia pia, Kama haitatoa pinki basi lazima itatoa odi ya kwanzia nne na kuendelea. Unaona, hii ni step ya nne hii. Sijui tunaelewana mpaka hapo. Hii ni step ya nne. Asipotoa odi ya high purple ndani ya hizi step mbili zilizosalia, basi pinki ni uhakika. Unaona? Okay, step ya nne hii hapo katoa high purple nimekwambia yani, pinki au hai papo ni uhakika, japokuwa sisi tumeshanufaika tayari huku. Sijui tunaelewana okay. Pinki nyingine hii hapo. Nafikiri mpaka hapo tutakuwa tumeelewana kuhusiana na mtego wa kupata odi za pinki k okay. sasa usije ukakurupuka kwa kufuata mafunzo haya. Mafunzo haya huwa ni utangulizi tu. Sijui tunaelewana mpaka hapo kuna vitu ambavyo mimi hapa naviangalia vinanipa ishara kwamba kuna probability kubwa kwa asilimia 99 ya kutokea odi ya high purple, alafu asilimia 95 ya kutokea odi ya pinki. Ndio maana nakuwa na uhakika kile ninachokuambia, kina kinatoa nafikiri mpaka hapo. Umeona pia tumepata tena pinki ya 68.92. Pinki yetu nyingine hii hapa, target yetu tulipata 60.85. si tumeelewana? Yeah kwa hiyo hata kama mapiki unakuta amefatana hivi, naenda kwa mahesabu. Kuna, kuna namba hapo ukiziangalia zile nikodi mzee sasa. Zile kodi unazijua vipi? Ndio hivyo unaona, okay, unaonak miwasiandikii neno, siandiki nani, siandikii wanasema waswahili miwasiandikii wino na wakati kalamu ipo s-s-s-s, sijui kidogo maneno ya mafumbo mafumbo, miwa siaelele. Kwa hiyo ndugu yangu, ukitaka mafunzo zaidi ni cheki blaza maziku hapa, nikusaidie. Ndugu yangu, aviator inakusaidia sana, so ukiwa na kazi yako na biashara yako utaifanya kama kipato cha ziada, lakini kama ni kijana mwenzangu, umehitimu chuo labda huko tu homo, hauna kipato cha kuingizia, hii itakuwa kama kazi wakati unasubiri ajira yako, unaona. Na kuna muda mwingine unaweza ukanogewa, unaona, mbona hapa naingiza pesa kila siku. Before ni knowledge na strategy tu. Piga pesa na Aviator, knowledge ya Aviator, mentomaziko hapa, karibuni sana. Ukitaka kuwasiliana na mimi, wasiliana na mimi kupitia namba iliyopo chini ya hii video, au nipigie simu moja kwa moja kwa kawaida kabisa, 0674190934 si namba yangu ya simu ni moja tu. Epukeni matapeli, okay.